How you feeling? This is Asiliyetu TV na hapa tulipo panaitwa Next Level Night Club. Moja club ambayo ambazkitaja burudani unazungumzia Next Level. You understand? So tuko na washikaji wetu kibao wamekuja kumsupport King Pasa kwenye usiku wa King Passa. Of course, kitu ambacho na enjoy zaidi ni kuona kwamba wasanii kibao wamejitokeza, moja hapo ni Mr. Cleo, Mr. Bayana, Mr. Tabasamu na vile ambavyo unapenda kumwita wewe napigania story kidogo, kidogo pa, Mr. Cleo, mwambu, mwambu, mwambu? I na wasanii wengine kidogo nitakuletea letea hapa ili tuweze kwenda sawa me na kwaje fresh kabisa kama kaa mwanangu. Bana ikitajwa performance kali unatajwa wewe. Umejiandaje kwanza? Mimi nimejipanga brother, nimejipanga na hii show sio ndogo, sio kinyonge yeah, yani, kwa hiyo mimi nimejipanga, watu wataona ya yani tumejipanga kwa ukubwa pia yeah. Safi tutegemea usiku wa Mr. Cleo siku zijazo. Awe, nduwa, mimi sitaki mambo mengi, nitakuwa na perform kwa wenangu hapana. Yani, jambo langu lazima ipo siku nitaandaa pia, sababu msanii wote anavotoa kazi zinaenda zinafanya poa na kuandaa matukio ni muhimu pia, so nami ipo siku nitafanya jambo langu yeah. Safi a, a, ni kitu gani ambacho mashabiki wategemee, sababu saizi ni before performance. After utakuja kutuambia pia, saizi wategemee kitu gani, vibe utafanya surprise au ni acha Uh, kitu ambacho naweza kusema kwamba tu wategemee mziki mzuri na performance kali bas. Mimi nimejipanga, so surprise zipo, of course, wataona lakini cha muhimu hapa tunaweza kusema ni kwamba tu nitaimba vizuri na performance itakuwa kali sana, yeah. yeah. Yani tutaanza historia hapa baz, yeah. Safi uh, King Pasa umekuja kumsapoti kwa sababu mwanao au umekuja kwa sababu ishu aliyoanda inasana na mishe zako, kwa sababu kuna muda sio mwana lakini kwa sababu mziki, ngoja twende, lakini kuna muda kwa sababu mwanangu, ngoja niende. We uko wapi? Uh, Pasa sawa, ni mwanangu lakini mimi nimekuja kumsapoti kwa sababu naye ni msanii ambaye anaitafuta kama mimi na tunafanya mziki wa aina moja, so kumsapoti ni haki yangu kufanya hivyo, kwa sababu kitu kizuri lazima kisapotiwe, blas so tumekuja hapa ni kumpa sapoti jamangu na pia asione kama yuko peke yake mona, na umeona na mimi nyingine nikiwa na tukio ni yn yani, ni rahisi kumshtua ya yeah, hivyo safi. Anaitwa Mr Cleo Mr Bayana Tabasamu na mangoma mengine ambayo uh, ameatoa na sahizi. Pia tukupe platform kidogo kupitia siletu, uzungumzie mradi wako mpya. Hatukuendana kidogo tu, kwa mtu ambaye hajui chochote kusana hiyo track, talk to them kuhusiana na yeah, okay k uh, hatukuendana na nyimbo mpya ambayo nimeachia siku mbili tatu hizi uh, Wiki ijayo tuseme, au mwisho wa mwezi tutaanza kuepush kwa ukubwa zaidi. So ni track ambayo ni nzuri, ukisikiza utaenjoy. Yeah, fine bana, nimekuambia nakuletea mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo. Tumeanza na mistake leo kidogo, na wengine wengi watafuata, watakuwa wanapita hapo kuhakikisha kama tunapiga stori. Usiku wa King Pasa, hapa hapa, next level night club, mji mwema Njombe, Tanzania. Ababa, the name GITO, kenita mafinga boy, yakosea this is